Habari njema ikirushwa iki, iki, iki <laughs> tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe Bukelebe TV. Habari za wakati huu, karibu katika kipindi chetu cha resoni na leo tunaenda kuangazia resoni ya Jumatatu enye ngicho kinachosema, Paulo katika vifungo. Kumbuka tumeingia elfu mbili na na sita, tupa katika somo la kwanza na robo ya kwanza na somo letu ama lesoni yetu ina uh, enda kwa kichwa tunachosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Fungu letu linatoa kitabu cha Wafilipi sura ya nne. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Tuombe. E Baba yetu wa mbinguni tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na shukrani. Tunashukuru kwa kutulinda hadi kuingia mwaka huu mpya elfu mbili na ishirini na sita na kutupa nafasi ya kujifunza neno lako, tunakuomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi tunapojifunza somo hili. Atufungulie akili zetu, atufundishe kweli na atusaidie kuwa na mapenzi yako katika maisha yetu. Ondoa kila kikwazo, wasiwasi na mawazo yanayotutenganisha na sauti yako. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, naomba nakushukuru. Amina. Somo la leo linatufundisha kuhusu maisha mtume Paulo alipokuwa katika kifungo mbalimbali kwa ajili ya injili. Paulo hakuwa mharifu bali alikuwa mtumishi wa uminifu wa Mungu. Akiwa Makedonia anakiri wazi kuwa alikumbana na vifungo vingi na mateso mengi. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 5. Wakorintho wa 2 sura ya 11 mstari wa 23. Wakorintho wa 2 sura ya 7 na mstari wa 5. Tukio la kwanza lililoandikwa wazini alipofungwa huko Filipo pamoja na Sila baada ya kutangaza njiri. Matendo ya Mitume 16:16 hadi 24. Baadaye alifungwa Yerusalemu, kisha akahamishwa gereza la Kaisaria na hatimaye akawa kifungoni Rumi, si gerezani moja kwa moja, bali katika kifungo cha nyumbani akiwa chini ya ulinzi wa askari wa Kirumi, Filemoni 10:13. Hali ya Paulo inatukumbusha kuwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu na kumaanishi maisha yasiyo na shida, kama ilivyokuwa kwa Daudi katika Samweli wa kwanza sura ya 21 alipokimbia maisha yake kwa hofu na njaa ndivyo hata watumishi wa Mungu hukutana na nyakati za hatari, upweke na kukata tamaa, lakini tofauti kubwa ni kwamba wale wanaomtegemea Mungu hupata nguvu mpya hata katikati ya dhiki. Katika Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 7 mstari wa 12, Paulo anaeleza siri ya uvumilivu wake. Anasema tunazo hazina hii katika vyombo vya udongo, ili bora wauweza uwe wa Mungu wala usiwe wetu. Hapa Paulo anakiri udhaifu wake kama mwanadamu lakini pia anaonesha kuwa nguvu yake ilikuwa kutoka kwa Mungu. Aliteswa lakini hakuharibiwa, alifadhaishwa lakini hakukata tamaa, aliteswa lakini hakuachwa, aliangushwa lakini hakuangamia. Lengo la maisha yake alikuwa faraja ya mwili, bali kumtukuza Kristo, hata kama linamaanisha mateso. Hii ni changamoto kubwa kwetu leo, maana mara nyingi tunapima baraka za Mungu katika maisha mepesi wakati Paulo alipima wa uaminifu kwa uvumilivu zaidi ya hayo. Wakorinto wa pili sura ya msari wa tatu hadi msari wa 7 inaonyesha njia za kiroho zilizomsaidia Paulo kusimama imara. Anataja uvumilivu, mateso, tabu, mapigo, vifungo, kazi ngumu, kukesha, kufunga, usafi wa moyo, maarifa, uvumilivu, upendo wa kweli, Roho Mtakatifu, neno la kweli. Hizo zilikuwa silaha zake za kiroho. Paulo hakutegemea nguvu zake mwenyewe, bali aliishi maisha yaliyojaa Roho Mtakatifu. Kama Ellen G. White anavyosema, ni kupitia Roho Mtakatifu ambapo moyo unatakaswa na muumini anashiriki asili ya kiungu. Hivyo Paulo aliweza kushinda mielekeo ya uovu na kwa tabia ya Kristo hata akiwa kifungoni. Somo hili linatufundisha kuwa sisi leo, iwe ni walewale wale wachungaji, tunaitwa kujipatia sifa njema kama watumishi wa Mungu, Wakorintho wa pili sura 6 na ule mstari wa 4. Hii haimaanishi kutafutwa sifa na watu, bali kuishi maisha yanayoonyesha tabia ya Kristo katika hali zote, nyumbani, kazini, kanisani na hata katika mateso. Tunapokumbana na kushindwa kwa zamani, udhaifu wetu au hali ngumu za maisha, hatupaswe kuvunjika moyo. Badala yake tukumbuke msaada mkubwa Mungu aliyokwisha kutupatia kupitia Biblia, Roho Mtakatifu na mifano ya watumishi waaminifu kama Paulo. Neno la Mungu linatufundisha, linatukemea linatuongoza na linatupa tumaini jipya kila siku. Kwa hiyo somo la Paulo katika vifungo linatualika tufanye tafakari ya kina. Je, tuna mtazamo gani tunapokabiliwa na majaribu? Je, tunatazama shida zetu na kumtazama Mungu aliye juu ya shida? Kama Paulo na kama Daudi, tunaweza kuchagua kumtumikia Mungu tukijua kwamba hata katika giza Mungu yupo anafanya kazi na anatuandaa kwa utukufu mkubwa zaidi. Asante msikilizaji kwa kutenga muda kuambata nasi katika kujifunza lesoni ya robo hii, na leo tumeangazia lesoni ya Jumatatu yenye kichwa kinachosema Paulo katika vifungo. Kumbuka tupo katika mwaka mpya 2026 ambapo tupo katika robo ya kwanza na somo la kwanza ambalo lesoni yetu inaongozwa na kichwa kinachosema Kuunganisha Mbingu na Dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na katika siku yetu ya Jumatatu tume e, kuwa na uh, usomaji wa Biblia kwa mpango katika kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya 21 na, na sasa tuingie katika sara tunapoenda kutamatisha somo letu la leo. Tuombe. Baba, mbinguni tunakushukuru kwa somo hili lenye baraka. Asante kwa mfano wa Mtume Paulo, unatufundisha uvumilivu, imani na uaminifu katika vifungo na mateso. Tunakuomba utusaidie nasi tuishi maisha ya kukupendeza, tukitumaini Kristo katika hali zote. Utupe nguvu za Roho Mtakatifu ili tushinda majaribu, tudumishe sifa njema kama watumishi wako, na tuwe nuru kwa wengine. Tunapomaliza somo hili, bariki wiki hii, kazi zetu, familia zetu na kanisa lako kwa ujumla. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na ushukuru. Amina.